Ajabitakiani pana, unajua nini to, unajua ndo nilikuwa na kutafuta doa yangu, nilikuwa na kutafuta, nimefika lakini ndo nimefika, nilikuwa na kutafuta, ndo nilikuwa najiuliza, sasa maona hii Ah, ah, skin. Yeah, skin. Wacha, wacha kucheza na akili zangu. Hiyo unipe nikafanye kazi sasa hivi, hata sina kazi, sina pa kwenda. Nipo nipo tu unatembea. Sasa nitapata wapi chakula yangu? Nakwambia ukweli, sasa hivi sina kazi najuani, nisaidie tu hiyo nani